Hello guys, karibu kwenye channel yetu ya GaReM NeXuS. Leo ningependa tujifunze kitu kimoja kutoka kwenye Biblia ambacho kinahusiana na mambo ya sheria sheria. Ukiebaki kipindi cha nyuma, kipindi cha Waisraeli, Mungu alitoa sheria kwa watu, akawapatia sheria na akawaambia kwamba naigile kitabu cha Kumbukumbu la Torati ishirini na nane fungu la kwanza inasema, itakuwa utakaposikia utakapo sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunga na kuyafanya maagizo yake yote nikuagizayo ya leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokukuza juu ya mataifa yote duniani. Hapa hivi, Mungu anamwambia Musa akawambie wana wa Israeli kwamba itakapokuwa tu wana wa Israeli watakubali kuisikia sauti ya mwenyezi Mungu, kuyasikia maagizo ya mwenyezi Mungu, kitu ambacho Mungu atakifanya atawatukuza juu ya mataifa mengi. Ao sasa hapa hivi, tupige stress back kwenye maisha yetu ya kawaida ya kila siku. Kile kilikuwa ni kipindi cha wana wa Israeli, Mungu alikuwa anatoa maelekezo, kwamba naona hapo, principle principle ya mafanikio kwa wakati ule pale tu utakapofuata sheria na maagizo ya Mwenyezi Mungu na sauti yake utaisikiliza vizuri, basi Mungu anaweza akakutukuza na akakuinua. Na tukitrace back tukaangalia watu wa nyuma kama kina Yusufu, watu wakubwa waliotokea kwenye taifa la Israeli wengi walikuwa ni watu ambao walisikiliza sauti ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kwenye maisha yetu ya kila siku, vijana, wakubwa, wazee, watoto hata leo Mungu anazidi kuongea na sisi. Kitu pekee ambacho kinaweza kutufanya tufanikie maisha ni pale tu ambapo tutaamua kuisikiliza sauti ya mwenyezi Mungu. Yaani, hatutaki kuwa na sauti nyingi nyingi za kandokando, kwamba tunamsikiliza fulani, si i fulani anasema hivi. Nitakapoamua tukusema kwama mimi nimeamua maamua kumsikiliza Mungu, mungu anasema nifanye hivi, mungu anataka niwe mwaminifu. Faida ya waamini mwaminifu watu watakuamini, watakupatia kazi hiyo. Ndo faida sasa ya kumsikiliza Mungu. Mungu anakuelekeza kutenda matendo mema, anakwambia sikiliza sauti yangu, nitakuinua na kweli utainuliwa. Ila ukiwa na sauti za kando kando, Mungu aweza akakuinua kwa sababu hauko upande wake. Hata maisha ya kila siku, kwa mfano wazazi, watu wakubwa watakapokuwa wanakuelekeza kitu fulani, ukifanya a kufanye kwa bidii na kwa kusikiliza waate, ukifanya hivyo ndivyo mafanikio yako yataendelea kuzugua. Asanteni kwa kunisikiliza, karibu karibuni sena chaneli yangu ya GaReM NeXuS. Usisahau kusubscribe na kukomenti.